Mgeni rasmi sasa, uh, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ndio anakwenda kuzikagua na mnadhimu mkuu wa jeshi, na naona mnadhimu mkuu wa jeshi akiambatana naye, namwona vile vile mwenyekiti wa kamati ya maandalizi hmm, brigedia jenerali eh, SH Saidi naye akiwa akiambatana na mgeni rasmi taratibu pengine ule kwa... wa kusalimia ambapo unatolewa kwa Mheshimiwa waziri kwamba utaanzia huku utamalizia kule. Wanahabari na wenyewe hawako nyuma, wakipata matukio mawili matatu tibu kiendelea kuwatambulisha, hawa ni kikosi cha nika mapo. Wachezaji wengine mtakuwa si wageni sana nao, kutokana na namna na ambavyo wanafahamika kucheza ligi mbalimbali. Anaeselemaa na mgeni rasmi huyo ni Kabasele, maarufu sana, maarufu sana, fullback namba mbili wa Panga FC wa zamani walusona. Yeah, bwana Kabasele. Uh, babunyo namkumbuka ja, namkumbuka. Alikuwa shooting golikipa kwa upande wa waamuzi, na wenyewe pia wakitambulishwa mapema, ni kutajia majina yao, hao waamuzi ambao na wenyewe pia wanatoka huko huko. Yaani, ni jambo la kufahamiana zaidi, pia vile vile

Uamuzi wa mchezo huu shamaliza kusalimia timu zote mbili, Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Kama nilivyosema na sasa, mnapoanza michezo mkacheze vizuri kwa kupendana. Kwa kudumisha umoja, amani, mshikamano. Lakini na waamuzi wetu tuna haki, tuna haki kabisa kwamba watatenda haki katika uamuzi wao. Tunawashukuru, tunawatakia kila la heri. Nilikwisha ongea sasa hivi, tu ni kuwatakia kila la heri, mkacheze vizuri. Kushindana ni jambo la kawaida, lakini kujenga umoja ni jambo muhimu zaidi. Haya, kila la heri pande zote mbili.